Eh, na... nimekupea jaba si kwa jaba eh. So, hapa ni serious ma. Ngoja kwanza. Ni siri ngoja nini? Hapa ni serious ma ata na nini, serious ma ata unaleta uleti, unadaisha aje ati nadaisha aje? wewe nadai aje eh. We inasema je, sema haraka nani? Ni watu wawili, alafu naanza nadai aje? Unajua weza ni watu wawili sindio, mzima. Napenda kunipimsia lakini nani, napenda kunipimsia tuingie, hakuna mambo mengi kitu